Habari njema ikirushwa iki, iki <laughs> karibu sana, tusiache kufuatilia katika tv ya bukelebe Bukelebe TV. Habari za wakati huu, karibu katika lesoni ya leo Jumatano tarehe 5 mwezi wa 11 2025. Lesoni yetu ina kichwa cha habari kinachosema mlango wa matumaini. Fungu letu ni kutoka kitabu cha Yoshua sura ya nane mstari wa kwanza hadi mstari wa ishirini na tisa. Tuombe. Ee Mungu wa mbinguni, Baba wa rehema na tumaini, tunashukuru kwa zawadi ya uhai na nafasi ya kujifunza neno lako tena leo. Tunakuomba e Bwana, huibariki nchi yetu ya Tanzania, ijaze kwa imani, umoja na hofu ya Mungu. Bariki viongozi wetu, liwaongoze kwa haki na busara Wape watu wako upendo uaminifu wa na moyo wa kutafuta uso wako kila panapopambazuka. Tunaomba Roho Mtakatifu atuongoze sasa tunapojifunza neno lako, tupate kuona jinsi tunavyoweza kubadilisha kushindwa kwa ushindi na maumivu kuwa mlango wa matumaini. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba, amina. Wakati mwingine tunaweza kushindwa na kukatishwa tamaa, lakini Mungu ana uwezo wa kubadilisha hali hizi kuwa baraka. Katika Yoshua sura ya nane tunasoma jinsi Waisraeli walivyoshindwa kwanza mbele ya watu wa Ai, lakini baada ya kumtii Mungu walipata ushindi mkubwa. Mungu aliwapa Yoshua mpango mpya wa vita, walijifanywa nakimbia, na kimbia na adui akatoka nje ya mji kuwafuata. Wakati huo askari wengine wa Israeli waliingia mjini na kuunguza moto. Hatimaye mji wa Ai ukaangamia na Israeli wakapata ushindi mkubwa. Hapa tunajifunza kuwa si kwa nguvu, si kwa maarifa au si kwa mikakati ya kibinadamu tunashinda, bali kwa nguvu ya Mungu. Yoshua alimtii Mungu kwa imani na akaona ushindi. Mungu alibadilisha kushindwa kwao kuwa ushindi, na bonde la tabu, yaani Akori, likawa mlango wa matumaini. Vivyo hivyo hata leo, Mungu anaweza kubadilisha kushindwa, anaweza kabadilisha huzuni anaweza kubadilisha maumivu yetu kuwa mwanzo mpya wa baraka. Tunachohitaji ni kumtii, kumwamini na kuendelea mbele kwa imani. Katika somo letu leo tunapata funzo kuu: Mungu anaweza kubadilisha kushindwa kwako kuwa ushindi na machozi yako kuwa mlango wa matumaini. Tuombe. Baba wa rehema, tunakushukuru kwa somo hili la matumaini. Tunatambua kuwa mara nyingine tunashindwa, tunakata tamaa na tunahisi tupo kwenye bonde la tabu, lakini leo umetukumbusha kuwa wewe ni Mungu wa fursa mpya. Tusaidie kuwa na imani kama Yeshua, kutii sauti yako na kutegemea katika kila changamoto. Badilisha magumu yetu kwa baraka, na utujalie ushindi katika vita vya maisha. Tunakuomba yote haya kwa jina la Yesu Kristo, Mwokozi wetu. Amina.